Kosi utachezea ukisikia usiku mabati yanaruka. Mfalme wa Kitaa uko ko nje anapita. Ukisikia mtani kimeshachafuka, Mfalme wakitaji kitaji wakesha kichafua, siyo? Macho Paka, nishakwambia siwezi nikuogope hata siku moja. Well, well done. Hatimaye mimi na hilo tumekutana. Umeingia kwenye kumi na nane zangu. Hii <laughs> inazilisha ni jinsi gani mtaa unavyoniogopa. Sitokubali hii ishu niharibiwe tena. Kama hili hili otokea, uwani aibu. Watu wako karibu wanakutikia. Nataka nikuambie kitu Macho Paka, Chochote utakachotaka ukifanya, sisi tupo tayari kwa lolote, hatukuogopi. Hizo ni kelele za chura kumtisha tembo kunywa maji. Stishiki, unachekesha. Sijawahi kushindwa jambo. Na wewe mke wangu, umeamua kunigeuka, kufata ujinga. Siku zote nimeishi na wewe, kumbe ni msaliti, mwanamke wewe Hakikisha na kukomesha. Umeamua kumshawishi mpaka mdogo wangu. Mdogo wangu nimekufanyia mambo mangapi wewe, nimekutetea mangapi. Hata siku moja kaka, hujai kunitetea mimi kama mdogo wako. Wewe ni gaidi, ni katili, na nipo tayari kupambana na wewe. Sikuogopi chochote, kaka. Nyamaza, mjinga mkubwa wewe. Unaweza kupambana na mimi macho wapaka, ukitaji amani ya moyo wako na tusimwage damu eneo hili, nataka wafungulia watu macho wapaka. Bosi anakimbia Mshamba, ningekukuta huku ndani ungenijua mi nani. Kwa uliokuwa umenifanyia, sikubali. Picha linaanza <tikin> <tikin> Niachie nimeshamwambia aende kwenye jitihada. Kwa hiyo unahisi hizo jitihada ndo zitafanya mimi ni msamehe huyu? Siwezi kuelewa aondoke. Unapingana na mimi

Swaze, mi nitakusaidia kila kitu, nitaika saa. Unasikia mm? Ok, sawa basi, nisubiria hapa, mi nakuja sisaa hivi, usi wazi. Usi, usiondoke hivi hapa, saa nguja basi, mi nikatafuta usafiri. Kuniona. Hey, haki ya Mungu kumbe naye anakukutaga eh? Usinifanyie hivyo Daselini, mi ni mwanamke mwenzio. Kama mwanamke mwenzangu ndio utembee na wanaume za watu? Au kama mimi ningekuwa mwanamke mwenzio, ningetembea na mume wangu au sio? Kufumania na mume wangu mimi, lakini kosa sio kosa, nisamehe. Ebu nipishe gesie Mume wangu. Mume wangu niache! Hivi mume wangu, unajua ni jinsi gani nilivyokupambania mpaka nimekupata wewe? Najua mke wangu, si unanipenda? Ndio nakupenda mume wangu, lakini maisha yangu yapo hatarini. Mke wangu, unasema hivyo? Unajua fika machaapaka atakuja hapa, atanitafuta mke wangu. Sasa hilo ndo linakufanya uondoke? Je, ingekuwa wewe ungebaki? Ungebaki basi sawa, naomba unisikilize mume wangu mimi nitakutetea katika hili, usiondoke. Nisikilize vizuri mwanamke, unamjua kabisa fika, macho ya paka ni mfalme wa kitaa. Kwa hiyo nakuomba. Naomba niache niende, mume wangu. Mume wangu, jamani, mume wangu, usiondoke. Kaka, kila siku nakwambia kuhusu mume wako uache, lakini unakuwa mishi, kaka yangu. Hivi wewe maona unataka kusemaje hapo? Kaka mimi nataka nikushauri, uache uhuni wako, maana ipo siku itakugharimu, na mimi nitabaki na nani? Sasa wewe unahisi alichofanya na macho yapaka nimefurahi? Nafahamu amekudhalilisha, lakini hauna budi kumsamehe. Yaani hivyo hivi? Labda nikueleweshe kitu kimoja, ukitaka niachane na huo uhuni, lazima mfalme wa kitaa ajulikane ni nani. Nipo, nitaachana na huo uhuni kaka. Nafikiri umenielewa sasa. Mbona unaenda ah?

Hawezi. Lazima Lazima tumuonyeshe. Tumuonyeshe. Wewe unajifanya snitch. Oi. Tamuonyesha mimi nani? Tumuingilie. Kuna kama sawa. Ntamwonyesha mtoto mdogo mshamba. Shaa mambo yangu snitch. Unajikuta snitch.

a usiku mabati yanaruka mfalme wa kitaa kita, ah, eh, kwa nji anapita ukisikia mtani kimeshachafuka mfalme wa kitaji wakesha kichafua sio makosa yetu nnzh

eiisinatenda chakupotezamahachafukaiewn kama ni hiyo swala tunabidi tuondoke mapema sana. Hatuna muda wa kupoteza. Kama ni kuondoka, tunatakiwa tuondoke muda huu, maana mtaani kimesha nuka. Siwezi nikaondoka ndani ya mji huu bila kumaliza misheni yangu. Mkuu, unajua kabisa kwamba tuko hatarini, lakini bado unaleta misheni ambazo hazieleweki. kwa nini? Nisikilize. Mimi mime ishajikea nazidi kwa ya kwamba sije kushindwa na Bosco. Naelewa? Kwa hiyo siwezi nikaondoka ndani ya mji huu bila kumaliza macho ya paka. Okay, boss. What is your plan? Good boy. The plan is wewe na Tozi itabidi mzunguke ndani ya mji mzima. Mtafute macho ya paka yuko wapi? Sawa so,

Sijawahi kushindwa kitu kwenye maisha yangu, hili nalo limejitokeza. Utajua nalisolve vipi, ila ntahakikisha naangamiza wote. Tageti yetu ni mtu mmoja tu, macho apaka amna kumwacha huyo, huyo tunampitia tu katikati, hakuna huruma. malezi so nu yani uwa moja kwa moja huy eh, babako. Hamna yani. <coughs> ngesogea hivi kidogo yani. Wewe ndio unajifanya shujaa na kutaka kupambana na mimi sikia, nikwambie, macho yapaka, mimi sio shujaa wa mtaa, ni vile watu waliamua kuniamini na mimi nikataka kuwasaidia. Unataka kuwa adui yangu eh? Macho yapaka. Mimi siwezi nikawa adui yako, ila matendo yako unayoyafanya ndio atanifanya mimi ni adui yako. Kuna nini tena pale mbano? Si ugomvi ule ule, ugomvi ule. Nyamaza.